Baada ya kumhimidi Allah subhanahu wataala na kumtakia sala na ka, salamu Mtume sallallahu alayhi wa sallam, kwanza kabisa hatunabudi kumshukuru Allah subhanahu wataala kwa mapenzi yake makubwa kutujalia kuiswali swala hii ya dhuhri tena kwa jamaa. Kwa hakika, hii ni neema miongoni mwa neema ambazo tumeneemeshwa na Allah subhanahu wataala katika kipindi hichi, kwani ni wangapi ambao hawakuona muhimu wa kuacha majukumu yao umuhimu wa kuacha kazi zao wakaja kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, lakini wao wakaendelea na majukumu. Wengine wakapuza wakaona kwamba hakuna umuhimu he, wa kuja kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa wewe kupewa neema hii na Allah subhanahu wa ta'ala ya kuiswali swala hii ya dhuhuri, hii ni neema, na kwa neema hiyo watakiwa wa wa kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pili Hatunabudi kumshukuru Allah kwa kutujalia pia kubaki katika kikao hichi cha kheri, kikao cha kusikiliza maneno ya dini, kikao cha kusikiliza mambo ambayo yatatuongezea ya sisi imani mbele ya Allah subhanahu wa taala. Hii nayo pia ni neema kubwa miongoni mwa neema ambazo tumeneemeshwa na Allah subhanahu wa taala, tukiwa tunaendelea kukumbushana mambo ambayo yanahusiana na mwezi wa Ramadhani tulikuwa tunaelezana adabu siyami adabu za funga, na tuliona kwamba kuna adabu ambazo ni lazima muislamu awe nazo, lakini pia kuna adabu ambazo ni suna. Ukizitekeleza funga yako inakuwa na malipo makubwa mbele ya Allah subhanahu wa taala. Na leo tutaendelea kutaja adabu miongoni mwa adabu ambazo ukizifanya malipo yake yanakuwa ni makubwa na unapata malipo mbele ya Allah subhanahu wa taala ni adduau inda alfitri wa athnaa al siyami, ni kumuomba Allah subhanahu wa taala, ni muislamu kumuomba Allah, kuomba mambo ambayo anayahitaji kwa Allah subhanahu wa taala mchana wa mwezi wa Ramadhan. lakini vile vile kipindi kile cha kufuturu mwislamu anatakiwa kutumia fursa hiyo ya kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala. Tuna mengi ambayo tunayahitaji mbele ya Allah. Kwa hiyo fursa hii ya mwezi wa Ramadhani kila mmoja aitumie <coughs> katika kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala, eh, yale ambayo anayahitaji. <coughs>

Kile kipindi cha kufuturu, ule muda wa kufuturu, anayo dua ambayo hairudishwi na Allah subhanahu wa taala. Akinyanyua mikono yake kwa Allah subhanahu wa taala, akamwomba Allah subhanahu wa taala, Allah atamjibu na atamkubalia maombi yake, kile kipindi cha kufuturu.

kwa rehma zako ambazo kwa huruma zako ambazo wasaat kulla shay'in zimeenea kila mahala, zimeenea kila kitu, na kuomba antaghfira li uweze kunisamehe mimi madhambi yangu. Kwa Ibn Umar, yeye eh, shida yake kubwa na matatizo yake makubwa ambayo alikuwa anaona amuelekezie Allah subhanahu wa ta'ala, ni yeye kupata msamaha wa Allah. Allah msamehe makosa yake. Ndugu zangu katika imani, ule muda wa kufuturu ni muda wa kukubaliwa dua zetu na Allah subhanahu wa taala. Mwislamu unatakiwa umwelekee Allah subhanahu wataala, mwombe ndani ya dakika moja dakika mbili, mweleze Allah subhanahu wataala kile ambacho nakihitaji. Na Allah kwa hakika atakupa kwa sababu muda huo ni muda wa kukubaliwa dua yako, muda ambao watu wengine wanang'ang'ania mandazi, muda ambao watu wengine wananyang'anyana tende, muda ambao watu wengine wananyang'anyana mandazi, wewe unamwelekea Allah subhanahu wa taala. Baada ya kula tende yako moja tu, ukamwelekea Allah ukaanza kumwomba Allah subhanahu wa taala yale ambayo unayahitaji Ndugu zangu katika imani, mwezi wa Ramadhani ni mwezi wa fursa wa sisi kuwa tayari kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala, hasa ule muda ambao watu wanafuturu. Basi mwelekee Allah subhanahu wa ta'ala, muombe Allah subhanahu wa ta'ala. Katika hadithi nyingine Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema Thalathatun la turaddu da'watuhum, watu watatu dua zao hazirudi bure. Watu watatu dua zao hazirudishwi na Allah subhanahu wa ta'ala, isipokuwa zinapokelewa. Mtu wa kwanza ni aswaimu hatta yuftira, ni mfungaji anapokuwa amefunga mchana wa mwezi wa Ramadhani, anaponyanyua mikono yake kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala dua yake hairudishwi na Allah, inakubaliwa na Allah subhanahu wataala. Walimamu al adil, na kiongozi mwadilifu. Walmadhlum, na aliyedhulumiwa, anaponyanyua mikono yake kumwomba Allah subhanahu wataala, dua yake inakuwa ni yenye kukubaliwa. wa wa kwa hiyo miongoni mwa hao watu watatu ambao wakimwomba Allah subhanahu wataala, dua zao hazirudishwi, dua zao zinakubaliwa na Allah subhanahu wataala ni mfungaji anapokuwa amefunga, akinyanyua mikono yake akamwomba Allah subhanahu wataala, basi dua yake itakuwa ni yenye kukubaliwa na Allah subhanahu wataala. Kwa nduguzangu katika imani, tutumie fursa hizi, fursa ya mwezi wa Ramadhani kumwomba Allah subhanahu wataala. Tuna mengi tunayohitaji kutoka kwa Allah, tuna matatizo mengi ambayo yanatuandama Mwezi wa Ramadhani tutumie kumwomba Allah atuondolee matatizo hayo. Mpaka mwezi wa Ramadhani unakuja kumalizika, bila shaka Muislamu, utakuwa umekubaliwa maombi yako na Allah subhanahu wa taala, na utakuwa umepewa kile ambacho unakihitaji mbele ya Allah subhanahu wa taala. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema mwombaji anapomwomba Allah subhanahu wa taala huwa ana moja kati ya mambo matatu. Anaweza akapewa kile ambacho amemwomba Allah subhanahu wa ta'ala. Umemwomba Allah jambo fulani na akakupa. Wakati mwingine Allah anakuondoshea majanga na matatizo ambayo yalikuwa ya kufike kwa kupitia maombi ya kumwomba Allah akupe jambo fulani Allah akaacha kukupa jambo hilo na akakuondoshea na akakuepushia madhara ambayo yalikuwa yakufike. Lakini pia wakati mwingine Allah anaweza akakuwekea, atakuja kukupa siku ya Kiyama. Kwa hiyo tuwe na dhana njema na Allah, unapomwomba Allah kuwa na dhana nzuri na yeye kwamba anakubali maombi. Kwa hiyo unapoona hajakupa kuna kitu tu ambacho atakuwa amekufanyia kwa kupitia dua yako hiyo. Ndani ya mwezi wa Ramadhani tutumie fursa hii kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala Miongoni mwa adabu za mfungaji ambazo akiwa nazo funga yake inakuwa na malipo makubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni alkafu amma yatanafa maa siyami, kama kujiepusha na yale ambayo yanapingana na funga Muislamu kujiepusha na yale ambayo hayaendani na funga. Assiyamu ibadatun min afdalil qurbat. Funga ni miongoni mwa ibada tukufu sana, ni miongoni mwa ibada bora bora sana ambazo zinamkurubisha na kumweka mtu karibu na Allah Subhanahu wa Taala. Sharahu Allahu Taala liyuhadhiba nafsa, ameiweka au ameiwekea sheria Allah subhanahu wa ta'ala ibada hii yafunga kwa ajili ya kuitengeneza nafsi ikae katika mazingira mazuri, wa yuawidha alkhair, na kwa ajili ya kuizoesha kheri, ili nafsi hii izoee kuyafanya yaliokuwa mazuri, ili nafsi hii izoee kufanya kheri. Fayambaghi an yatahafadha as-saimu min al-amal allati takhdashu saumahu, yapatikana kwa mfungaji ajihifadhi na ajilinde na matendo ambayo yanaweza yakachafua funga yake, hata yantafia bisiyami, ili aweze kunufaika na funga watahsula lhu taqwa na ili aweze kupata uchamungu, allati dhakaraha llahu, uchaMungu ambao Allah ameutaja katika neno lake, fi qaulihi, katika kauli yake Allah aliposema: ya ayuha alladhina amanu kutiba alaykumus siyam, enyi ambao mmeamini, mmefaradishiwa kufunga, kama kutiba ala alladhina min qablikum kama ilivyofaradhishwa funga kwa wale waliokuwa kabla yenu. Lengo na shabaha la alla mfungali, ni nini? laallakum tattaqun. Kwa hiyo mfungaji, miongoni mwa adabu ambazo anatakiwa jipambe nazo ni kujizuiliwa na mambo yote ambayo yanaweza yakaharibu funga yake au yawezekana yakapunguza malipo ya funga yake, akaye nayo mbali, ajiepushe na mambo hayo kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ili aweze kuupata ucha Mungu ambao ndio lengo la funga. <coughs> Walaysa siyamu mujarradu imsaki anil akli wa shurbi, na si kufunga kwa mtu tu kujizuilia na kula na kunywa, isipokuwa funga ya sawasawa ni pamoja na kujizuilia na yote manaha Allahu anhu

ni pamoja na kujizuilia na mambo ya kipuzi mambo ya laghau warafas, na kujizuilia na mambo machafu, maneno machafu. Fa in saabaka ahadun, ikiwa yeyote atakutukana au jahila alaika au akakufanyia mambo ya kijinga, faqul inni swaimun, inni swaimun, sema hakika mimi nimefunga, hakika mimi nimefunga na siko tayari kuyafanya mambo hayo. Kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa ndugu zangu katika imani, miongoni mwa adabu za mfungaji ni mfungaji kujiweka na mambo yote ambayo yanaweza yakamharibia ya funga yake au yawezekana yakapunguza malipo ya funga yake. Mtume sallallahu alayhi wasallam, katika hadithi nyingine anasema, rubba swaimin laysa lahu min siyamihi ila lj Huenda mfungaji akawa hana malipo ya funga yake isipokuwa ni kushinda tu na njaa. Wa rubba qa'im laisa lahu min qiyamihi illa sahar, na huenda mwenye kusimama usiku kufanya ibada akawa hana malipo kutokana na kisimamo chake isipokuwa ni kukesha. Kwa nini mfungaji asiwe na malipo? Yawezekana mfungaji akawa hana malipo kutokana na kutokufahamu mipaka ya funga, kutokana na kutokufahamu ni mambo gani ambayo yanamharibia yeye funga, kutokana na kutokufahamu ni mambo gani ambayo yanampunguzia yeye thawabu za funga. Kwa hiyo, huenda mfungaji akafunga, lakini mwisho wa siku akawa hana malipo mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, hana malipo ya funga kwa sababu alikuwa hana mipaka. Amefunga lakini mambo anayoyafanya ni mambo ya mambo ya kijinga, mambo ambayo ni mabaya, mambo ambayo ni madhambi. Amefunga huku anafanya mambo kama hayo, huyu funga yake haitokuwa na malipo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Miongoni mwa adabu ambazo anatakiwa awe nazo mfungaji na akiwa na adabu hizo anapata malipo mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ni asiwaku kupiga mswaki mchana wa mwezi wa Ramadhani. wa yustahabbu lisaimi an yatasawwaka athnaa siyami, na ni suna kwa mfungaji kuswaki mchana wa mwezi wa Ramadhani ni suna. wala farqa baina awali nahari wa akhirihi na hakuna tofauti kati ya kuswaki mwanzo wa mchana na mwisho wa mchana. Hakuna tofauti kuswaki asubuhi, mchana, jioni, hakuna tofauti, kote ni suna <coughs> Zamani watu walikuwa wanaambiwa kwamba kuswaki, unaruhusiwa kuswaki asubuhi asubuhi, lakini kisha kuwa mchana hauruhusiwi kuswaki. Kuswaki ni suna, mfungaji kuswaki muda wowote.

yatasawaku wahuwa wa swaim, Alikuwa Mtume sallallahu alayhi wasallama akipiga mswaki na hali ya kuwa amefunga. Kwa miongoni mwa adabu za mfungaji ambazo akidumu nazo anapata malipo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, ni mfungaji kuwa ni mwenye kuswaki mchana wa mwezi wa Ramadhani. miongoni mwa adabu ambazo anatakiwa jipambe nazo mfungaji ni aljudu wa mudarasatu lquran, ni mtu kuwa ni mkarimu ndani ya mwezi wa Ramadhan, lakini vilevile na kuisoma Qurani kwa uwingi ndani ya mwezi wa Ramadhan. Hizi ni miongoni mwa adabu ambazo anatakiwa kujipamba nazo mfungaji, na akijipamba nazo anapata malipo makubwa mbele ya Allah subhanahu wa taala. Aljudu, ukarimu wa mudarasatu alqur'ani, na kuisoma qur'ani, mustahabbani fi kulli waqtin, mambo haya ni mambo mazuri na ni sunna katika nyakati zote, mtu kuwa ni mkarimu na kuwa ni mwenye kuisoma qur'ani ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mambo hayo mawili ni mambo ambayo ni sunna katika nyakati zote illa annahuma akidun fi ramadan, isipokuwa mambo haya mawili yametiliwa mkazo zaidi katika mwezi wa Ramadhani, kuwa mtu awe ni mkarimu, mtu awe ni mwenye kujitolea kwa ajili ya Allah subhanahu wa taala, mtu awe ni mwenye kutoa sadaka ndani ya, ya, ya mwezi wa Ramadhani. Na ndivyo alivyokuwa Mtume sallallahu alayhi wasallama ndani ya mwezi wa Ramadhani, alikuwa ni mkarimu na alikuwa ni mwenye kujitolea sana katika mwezi wa Ramadhani. Ndio maana huwa tunasema, siku moja aliulizwa, ni sadaka gani ambayo ni bora kuliko sadaka zingine? Akasema, ni sadaka inayotolewa katika mwezi wa Ramadhani. Ndio maana tunahimizana watu kuwa ni wakarimu ndani ya mwezi wa Ramadhani, watu kuwa ni watoaji ndani ya mwezi wa Ramadhani, kuwa ni mkarimu, mkaribisha watu wafuturu nyumbani kwako kuwa ni mkarimu, wape wasiojiweza na wao vile vile waweze kupata matumizi ndani ya mwezi wa Ramadhani, wawezeshe. Lakini pia kuwa ni mwenye kuisoma Qur'ani kwa uwingi. Wema waliotangulia wao walikuwa unapofika mwezi wa Ramadhani, wanaacha mpaka hata kusomesha mambo mengine wanakielekea kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, wanaisoma Qur'an. Unaambia, wengine walikuwa wanahitimisha Qur'an ndani ya siku moja, anahitimisha mara mbili, anaweza kuanzia suratul Fatiha mpaka suratul Nas, anaweza tena suratul Fatiha mpaka suratul Nas mara mbili kwa siku moja. Kwa mpaka mwezi wa Ramadhani unakuja kumalizika, yeye tayari amehitimisha Qur'ani mara sitini. Sasa hebu niambie wewe, Muislamu wewe, mumin wewe, mchamungu umejipangaje katika kuhitimisha Qurani ya Allah subhanahu wa taala? Umejipanga kuhitimisha Qurani mara ngapi katika mwezi wa Ramadhani? Ukishindwa kabisa, basi hitimisha Qurani hata mara moja ndani ya mwezi wa Ramadhani unasoma kidogo, kidogo kidogo kidogo kidogo, mpaka unahitimisha Qur'ani ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na malipo yake ni makubwa, ndugu zangu katika imani, malipo ya kuisoma Qur'ani ni makubwa na thawabu ni nyingi. Muislamu anatakiwa afanye hivyo, katika hadithi ya Ibn Abbas radiyallahu anhuma, qala. Ibn Abbas anasema kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallama ajwadun nasi alikuwa mtume sallallahu alayhi wa sallama, ni mkarimu kuliko watu wote, ni mtoaji kuliko watu wote. wa kana ajwadu ma yakunu fi ramadhana, na alikuwa ni mkarimu, alikuwa ni mtoaji sana pale anapofikwa na mwezi wa Ramadhani. hina yalqahu Jibril, pale ambapo alikuwa anakutana na Jibril

ajwadu bilkhairi min arrihi lmursala, alikuwa ni mwepesi wa kheri ni mwepesi wa kuyaendea mambo ya kheri kuliko upepo unavyovuma. Kwa miongoni mwa adabu za mfungaji, mfungaji anatakiwa awe ni mtu mkarimu ndani ya mwezi wa Ramadhani, awe ni mtoaji ndani ya mwezi wa Ramadhan, awe ni mkarimu ndani ya mwezi wa Ramadhani, Ramadhan. Hatakiwi mfungaji awe ni bakhili ndani ya mwezi wa Ramadhani. Ubakhili hautakiwi katika miezi yote lakini ndani ya mwezi wa Ramadhani, Muislamu hautakiwi uwe ni bahili. Miongoni mwa adabu za mfungaji ni alijtihadu fi libadati fi lashri lawakhiri min Ramadana, ni mi mfungaji kujitahidi katika ibada katika kumi la mwisho katika mwezi wa Ramadhani. Miongoni mwa adabu za mfungaji ni mfungaji kuongeza bidii ya ibada katika kumi la mwisho, mwisho katika mwezi wa Ramadhani. Lakini sisi tumekuwa tofauti. Kumi la mwanzo watu wanajitahidi katika ibada, kumi la mwanzo watu wanakuwa wengi katika ibada, wanajaa misikitini. Lakini kumi la kwanza likikatika na watu wengi wanakatika na wanaondoka msikitini. Vile vile, kumi la pili ndio kabisa wanabaki watu wachache. Kumi la tatu ndio hamna watu kabisa, wamebaki wale wale ambao walikuwa wakisali katika miezi mingine. Lakini Mtume yeye alikuwa anajitahidi kufanya ibada katika, kuliko, jitahidi, katika kumi la mwisho kuliko alivyokuwa anajitahidi katika makumi mengine. Na sisi vilevile tunatakiwa kumwiga Mtume na kila mmoja awekenia

anauhuisha usiku katika kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume alikuwa halali wa aiqaba ahlahu, na anawaamsha watu wake kwa ajili ya ibada. wa shadda almizara, na anafunga vizuri kikoi chake kwa ajili ya kisimamo kirefu. Kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, yeye alikuwa linapoingia kumi la mwisho, halali hata kidogo

katika kumi la mwisho katika mwezi wa Ramadhani ma la yajitahidu fi ghairihi, kuliko alivyokuwa anajitahidi, eh, katika makumi mengine. Kumi la mwisho, alikuwa anajitahidi sana kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Hadithi nyingine ya Ali, radhiyallahu anhu, anasema kana rasulullah sallallahu alayhi wasallam yuqidhu ahlahu fil ashr al-awakhiri Alikuwa mtume sallallahu alayhi wasallama akiwaamsha watu wake usiku kufanya ibada katika kumi la mwisho. wa yarfau almizara, na ananyanyua vizuri kikoi chake anakifunga vizuri kikoi chake kwa ajili ya kisimamo kirefu. Tumwige mtume sallallahu alayhi wasallama, tutakapofikwa na kumi la mwisho tujitahidi, eh, katika ibada tuzidishe ibada kuliko tulivyokuwa tunafanya ibada katika masiku mengine.